Yes mpenzi mtazamaji, Press TV, kama ambavyo unatazama katika runinga yako, huu ni wasaa mwingine sasa, ambapo viongozi mbalimbali wanasalimiana na jopo la wachezaji ambalo tayari lipo katika viwanja hivi kama ambavyo unaweza kutazama na kuangalia katika runinga yako ya unaweza kuendelea kutazama kile ambacho kinaendelea katika katika runinga yako hapa, ya wanaendelea kusalimiana na viongozi mbalimbali hapa. Ni wakati wa ufunguzi wa mashindano ya Diwani Cup, Katuzi Cup kama ambavyo endelea kutazama hapa katika runinga yako, endelea kutazama kila ambacho kinaendelea, wakati wachezaji hawa wakiendelea kusalimiana na viongozi mbalimbali katika eneo hili hapa, naweza kuendelea kutazama ama kama ambavyo na wazidi kutazama hapa mbalimbali viongozi hawa wakiendelea kusalimiana na wachezaji ambao wako hapa katika uwanja huu kwa ajili ya kumenyana. Usisahau kuendelea kushare, kusubscribe, kulike mahali popote pale ulipo kuendelea kutazama wachezaji hawa kama ambavyo natazama hapa, endelea kutazama hapa kama ambavyo wanatazama wachezaji hawa, wakiwa na morali kabisa ya kucheza mechi hii ambayo ina Aau, ni wakati wa kupata picha ya pamoja na viongozi wa serikali ambao unawaona hapa, lakini pia akiongozwa na mheshimiwa Diwani ni Kusi. Uendelee kutazama <tipa> Niwatakie mchezo mwema na baada ya dakika arobaini na tano za mwanzo ndipo tutakuja kuongea mengine na mgeni rasmi, ndipo atakapoongea. Kwa hiyo niwatakie kila la heri katika mchezo wenu, na tazama mheshimiwa diwani akiendelea <coughs> kuongozana <coughs> na viongozi ambao nao hapa katika eneo hili, naweza kuendelea kutazama kile ambacho kinaendelea pale. Ni wakati wa ufunguzi wa mashindano haya, kama ambavyo unaendelea kutazama. Yes, Mheshimiwa Diwani hapo ana kwenda kufungua mashindano haya, ni kusi uendelee kutazama kile ambacho kinaendelea kupitia Haretus, TV. Mheshimiwa Diwani huyu hapa, kama ambavyo anatazama, anakwenda kuhakikisha anafungua mashindano haya moja kwa moja. Kwa hiyo ni kusi uendelee kutazama kile ambacho Mheshimiwa Diwani wakati wa ufunguzi wa ligi hii tayari eh, yes. Anakwenda kufungua Mheshimiwa Diwani mashindano haya, na mpira tayari umekwishawekwa kwenye eneo hili tuweze kushuhudia eh, eh, Mheshimiwa Diwani hapa akifanya yake. Kwa hiyo niukaribishe tuweze kuona kama Mheshimiwa Diwani ni mchezaji mzuri. Hebu tujiandae tuangalie, Mheshimiwa Diwani kile ambacho anakwenda. Yes, moja mbili tatu, pale Mheshimiwa Diwani anasogea Yes, mheshimiwa anakuja, moja mbili tatu, anapigwa goli na kiatu cha mheshimiwa diwani tayari. Asante sana na endelea kutazama. Huu ni wakati wa ufunguzi wa mashindano ya Katunzi Cup katika kata ya kwenda. Tayari amekwisha ingiza mpira katika nyavu tayari, anashiria ufunguzi wa ligi yes, anarudia tena. Gorikipa namba mbili na anaingia, moja mbili tatu, anakwenda Mheshimiwa Diwani apiga lego yali hapa, anaweza kutazama kile ambacho kinaendelea. Asante sana kwa kuendelea kutazama. Asante sana, amekwisha funga Mheshimiwa Diwani. Asante sana. Asante sana kwa kuendelea kuwa mtazamaji. Asante sana.